Eh, katupe salamu kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake makamu wa rais, waziri wa kilimo, lakini pia na waziri mkuu kwa niaba ya baraza la mawaziri kwa namna sisi wanaoshirika tunavyoshikwa mkono na serikali. Tumeona muda wa miaka mitatu minne, Mheshimiwa rais amethubutu kuingia miguu yote kutushika mkono wanaoshirika. Tumeona hotuba zake nyingi namna gani anavyotupongeza namna gani anavyotusaporti. Lakini eh, la tatu jambo la kushukuru kwa mkoa wetu wa Lindi, lazima niseme pia kwamba tunashukuru Mungu, chama cha Lindi Mwambao pamoja na runari, tunashukuru mpaka kufikia msimu wa mwisho wa korosho, kianza ufuta na mbaazi na korosho, hatujapata changamoto ambazo zinaweza zikasababisha viongozi wetu wa serikali wa kisiasa kuto kulala usingizi. Niseme kwamba katika mkoa wa Lindi vyama vya ushirika vinafanya vizuri sana. Naomba tuwapongeze mikoa ambayo mi nilikuwepo na hudumu kama mrajisi na kama afisa ushirika. Unaweza ukawa na vyama mia tatu, lakini vyama ukitafuta vyama hai utapata vyama mia mia mbili, vyote ni sinzia. Kwa hiyo mkoa wa Lindi mnafanya vizuri Niwapongeze sana maafisa ushirika kwa kazi kubwa mnayofanya, lakini niwapongeze sana vyama kwa kazi mnayoifanya, kwa sababu ukiwa na daftari la vyama vya ushirika ukisema una vyama mia mbili, vyote ni vyama hai, tofauti na maeneo mengine. Niwashukuru sana, lakini pia nishukuru kwa jinsi ambavyo tuna ushirikiano kuanzia mamlaka ya mkoa, mkuu wa mkoa, katibu tawala, idara zote katika mkoa, katika wilaya kila mmoja akilala akiamka anauwaza ushirika. Kwa hiyo hii ndio inayoleta chachu kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanapata huduma ambayo inatakiwa, na ndio maana ukitazama pembejeo zimepatikana, ndio maana uzalishaji umekuwa mkubwa, lakini tukitazama pia bei ya mazao imezidi kupanda, lakini pia zile changamoto ambazo zilikuwa zinasumbua wakulima hawajalipwa miaka mitatu minne mitano Vyama vya ushirika vilikuwa kama ni migogoro. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa ushirikiano huu, haya mambo yamekwisha, na tukuahidi kwamba tunapokwenda kuanza msimu upya, ambapo tutaanza mwezi wa tano kwenda mwezi wa sita, hakutakuwa na mkulima atakayekuwa na manung'uniko katika chama cha ushirika, kwa sababu kuna mifumo ambayo tumekwisha weka, ambayo ni ya kiushirika, ambayo haihitaji watu kutumia ushirika kama sehemu ambayo sio ya uzalishaji. Kitu kingine ambacho ningeomba nitumie jukwaa hili kuweza kusisitiza, uh, ni, ni ni sasa, sisi wenyewe pamoja na wale wakulima wetu, nimeambiwa ukiangalia takwimu za mapato ya mazao yetu na hasa korosho, ambayo sisi kwetu ni zao la biashara, tuna fedha nyingi si chini ya trilioni kati ya nne au tano. Yaani ukichukua jumla yote ya korosho ambazo zinauzwa, lakini trilioni tano sio kitu kidogo, si ndio? Hizi zote zimetoka wapi? Zimetoka Lindi. Sasa je, tuje saa tuangalie sisi wenyewe, sisi kama Wanalindi tunaweza tukaona alama gani ya ile fedha katika maeneo yetu iwe kokote iwe, iwe labda kwengine Kilwa iwe Mtama iwe hapa Lindi, kitu gani ambacho tunaweza tukakithamanisha? Hata kama sio yote ilitoka Lindi, kwa maana ya hii nani hapa Lindi, Lindi Mwambao peke yake. Lakini nataka chokusema ni kwamba tunapata kiasi kikubwa sana cha fedha kwa sababu ya shughuli hizi, lakini hatuoni manufaa ya zile fedha katika eneo letu hmm? Kwa hiyo hii nayo ni changamoto ambayo lazima na sisi ene kupitia wataalamu tunaweza tukaona namna bora ya kufanya, ni pamoja na kupeana elimu sasa tuweze kujua. Wakati fulani nakumbuka wenzetu wa Benki Kuu walipita ofisini kutaka kuangalia na kuona changamoto hasa ni kitu gani. Kwa hiyo nadhani wataalamu tukigundua hilo, basi tuwe wepesi na sisi tutakapopata elimu kuelimishwa na kuweza kuona umuhimu, na hasa nitoe rai kwa wenzetu wa mabenki tuwasaidie hawa wenzetu kwa sababu nyinyi ndio watu wa fedha na nyinyi ndio mnaweza mkatusaidia kutengeneza plani. Unapopata kitu unaangalia kabisa mteja wako ana account hii, ni mkulima alikuja kukopa amepata hiki, kushauri sio kitu kibaya, na mimi naamini ushauri mzuri sio vibaya kufuata. Kwa hiyo nilitaka nisisitize kwenye hili. Tunapohakikisha wakati umefika kwa wale wakulima wetu ambao kule sisi ndio viongozi wao, basi tujaribu kuona umuhimu wa kuwekeza ili kuweza kuweza kuwa na namna ya kuweza kupata. Sasa bahati mbaya, wakulima wengi huwa wanafikiria akishauza korosho anasubiri msimu unaofuata, lakini sio kweli sana. Kama mtu unapata kipato kizuri, kwa nini usiwekeze kwenye kitu kingine, ambacho wakati unafanya maandalizi ya msimu mwingine wa kilimo, basi haya mengine yanaendelea kukupa kipato, maisha yanaendelea, kuliko pengine kufikiri kwamba kila wakati unasubiri msimu na msimu. Lakini mengine ambayo ni kama yaliyozungumza mwanzo hakikisha na tuhakikishe tunaelimisha wakulima wetu kule kwamba wafuate utaratibu ambao serikali inawaelekeza katika kuhakikisha kwamba wanauza mazao yao kwenye utaratibu unaotakiwa. Sababu unaweza ukasema hivyo, inaweza ikatokea kwamba wakati wa mavuno ule au hata kabla ya mavuno, wengine wanakuwa wameshauza kwa sababu ya changamoto zile za kimaisha kwa gharama ya chini, ambayo baadaye bei hata ikipanda, huna namna ya kubadilisha, ananufaika yule aliyechukua ile fedha. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye hili tuhakikishe tunakuwa makini.